Matajiri kibao mm, wanakuwa busy na biashara mm, au na kazi. Ndio maana wanawake zao wanakuwa hawana muda na maswala maswala na ya, ya mahusiano bwana. Tuna tukasema bora pesa, lakini muda nao pia una nafasi yake sana kwenye mahusiano, asikuambie mtu ndio. Mm, mm, mm. na ukikosa muda na, na mwenzio na maana hata siku kija kumwingilia hutu perform kama vile ambavyo inavyotakiwa. Yeah, yeah. Na yeah. Anakuwa hana hisia na wewe tena. Yeah. Mwisho wa siku anakutegeshea tu, haya, asante kwa kuweka na anakutegeshea <laughs> <laughs> wao baada ya hapo namaliza asipa, lakini hakuna unachokipata. Sasa niambie wewe <laughs> yule mtu ambao ulikuwa ni mwenye hela afu ndo akawa na nguvu ile kweli uluyamekuwa nampiga tu ile, alafu akija e anapiga kwa moja lala. Yani naweza sinakuta hmm, nilikuwa sikai naye. Okay, ananipigia simu vipi, nimekumisi naambia haya, hmm, mispi nakuja. Haya, anatumia hela yeah. Okay, anauli au anakuja kunifuata okay, nafika huko. Yani unaweza mkaenda hotelini, mnalipa hoteli elfu sabini elfu themanini. Anaweza akaja tu ah, leo limelewa sana <laughs> kesho asubuhi tutafanya. Unawambia haya sawa, ikifika eh. E, asubuhi mm, ah, siku nyingine bado kichwa kinaniuma. Okay, hivyo kwao, una, unakuta unaondoka tu hivi hivi na hela anakupa <laughs> yani mnakaa mnachukua hoteli mm, ya gharama eh na unakula vizuri, unakunywa mm, kila kitu, na hajafanya kabisa, hafanyi chochote, anakuambia eti ana anaumwa, eh, anakuambia nimelewa sana. Ah, kesho asubuhi. Yeah. kesho asubuhi kifika bado kichwa kinaniuma, kwa siku nyingine sawa, namwambia. Na wewe mwenyewe hata hukwepo kushtuka kusema, mmm huu vipi? Kwa nini huu, kwa nini hasa? Mimi namjua mtu, ni kwa na na usinonene, na miaka kama mitatu hivi, kwa hiyo namjua unajua kabisa mm. Uh, ya, mbo yani maana ya, ya kuna siku pia mambo yalikuwa ya pia mazuri upande wake, au yani ya, kuna siku anafanya kabisa, anasema yes leo ah. Kafanya siku moja tu na ijaye kujirudia tena uh. Kwenye hiyo miaka mitatu uh. Siku moja tu yani wewe ulikuwa na mtu wako ndani ya h miaka mitatu, siku moja tu ndo angalau siku zile mka mka enjoy kusema leo angalau na nami nimepata kitu angalau nimeambulia kitu, niseme ndio. hiyo siku ya kwanza kabisa tumeanza kukutana naye Eh, ndio siku ya kwanza tu hiyo, basi amna nyingine, labda ana siku zahizi za kawaida tu, yaani amna chochote ile ilikuwa unafaidia eh. Bata hela, kwa hivyo vingine hata, nice. Havina shida. Na sasa fikiria ndo mtu yupo na mtu wake ndani <coughs> ambaye wanaishi wote maisha yote kama hivyo, halafu ndo ana hali kama hiyo, inakuwa vipi? Yani fikiria, mumeo, sasa ndo yupo hivyo, halafu ndo shasema tutakaa tuta, tuta, tuta, naye miaka yote tutazeeshana mimi na yeye, halafu ndo yupo kwenye hali kama hiyo. Pata picha. Unajua, hmm. hmm. Wanawake nao tunavumiliaga, kwahiyo yeah. Kwa, kwa mwanamke mwingine yeah. anaweza akavumilia, kwake, si mme wangu, kwa hiyo anaweza akavumilia ila, yeah. kuna ambao awezi kuvumilia, okay, ndo atakutafutia mwanaume mwingine nje, atachiti. hmm. Hivyo. hmm. Kisa nguvu za kiume. hmm. yeah ila asilimia nyingi sasa hivi, hata themanini, wanawake wa sasa hivi hawezi kuvumilia mwanaume asiye kuwa na nguvu za kiume hawawezi kumvumilia, hey. <laughs> asilimia nyingi, yaani hata themanini na tisa, wanawake hawawezi kuwavumilia wanaume wenye shida ya nguvu za kiume <laughs> asilimia kubwa <laughs> mm -hmm. themanini ya wanawake hawezi wakawavumilia wanaume ambao wana shida ya nguvu za kiume. mm hivi -hmm. kwa sasa hivi, kwa sasa hivi, mm -hmm. kwa nini si watu, yani watu asilimia nyingi wanataka wafikishwe kileleni na sasa hivi wanawake wengi hawafikishwe yeah. kileleni <laughs> E, shida ndio inapoanzia. <loripo> <laughs> <laughs> sasa asilimia themanini ya wanawake wengi wanataka wafikishwe kileleni na hawawezi wakakaa na mwanaume ambaye hawafikishi kileleni sizaa, mm, na sasa hivi wanawake wengi hawafikishwi kileleni shida kisa mm. Tunajua swenye wanaume mm. Na ninyi sasa, kukaa na mtu ambaye hawafikishi popote ndo mtihani utamtafutia sehemu nyingine mm. Au sehemu nyingine pakupata angalau ahueni mm. Sasa je, patakuwa na uaminifu wapo kwenye kizazi kinachofuata? Uaminifu ndo utakuwa unapungua yani. <laughs> eh? uaminifu utakuwa amna eh. mwenyewe unaweza <laughs> <anayela, nakanae. laughs> <laughs> Nina mume wangu sasa hivi yeah. Na unaenda mwaka ukifika mwezi wa ngapi, wa kumi na mbili, sijakutana yeah. Naye mume wangu kabisa nakwambia, yuko Mwanza mm. na karibia mwaka tangu nimejifungua mpaka sasa hivi, na najua anachiti ila <laughs> <Yeah>, mimi sina shida <laughs> <laughs> navumilia tu, kila kitu kinavumilika yeah, yeah. anajua anachiti ila kuna shida yeah. Nipo, atakuja tu, atarudi tu ilajeni <laughs> <laughs> <Y> la bwana eti <laughs> nanajua nachiti ila mm. Mimi sina shida <clears throat> aise A, au, au kwa vile mdogo mwanao bado mdogo, kashakuwa mkubwa, ana mwaka na, na miezi saba, mtu mzima sasa hivi <laughs> anajitegemea <laughs> unaweza <laughs> ukamwacha akaishi, maana anyonya mm -hmm. Okay, mbona mbona umemwacha mapema? alikuwa hali mm -hmm. Alikuwa hali chakula yeah. mm -hmm. Ndiyo maana nikamwachisha ili aanze kuda. ah. umetumia mm -hmm. taktiki. ah, je, ni kwa hiyo <laughs> <laughs> mwanaume hata kama hana nguvu za kiume lakini awe na hela eh, kwangu mimi, lakini kwako wewe mm -hmm. na kwa watu wengine ambao pengine wanatusikiliza hapa mm -hmm. kikubwa <laughs> maisha si yanaenda eh, watafanya hivyo hivyo, hata kama hana nguvu za kiume hivyo hivyo kidogo kidogo, lakini eh, cha muhimu maisha yanaenda sasa ju sasa, sasa swali sasa, sioni, sio swali bali, unawashauri nini mtu ambaye ana mtu wake ambaye hana nguvu za kiume na bado anakaa naye, au mtu ambaye hana nguvu za kiume na imetokea umegundua, mtu wangu hana nguvu za kiume na unatamani kukaa naye, unawashauri wafanye vipi? mm -hmm. chakwashauri mm -hmm. Sasa hivi kuna huduma za yani, mahospitalini wanatoa huduma. mm -hmm. Kama mtu ana nguvu za kiume, kuna dawa, kuna vyakula anatakiwa atumie. mm. E. Okay, kwa hiyo kuna dawa ambazo mtu anaweza kutumia. mm. Kuhusu masuala ya nguvu za kiume mm, na, na kuna vyakula. Sasa, kuna mtu mwingine ambaye hahitaji dawa mm. hana shida na dawa lakini tu mwanamke wake yupo yupo, anakaakaa tu, nguvu zenyewe zikaenda sasa. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Sasa, laughs> uh <-huh. laughs> ushauri na vipi? Yaani mtu mm. mm. haitaji kuwa na dawa haitaji kupata dawa, lakini mwanamke kuna na mtu kuna wale wanawake mboni wachafu, namna tu anavokaka mwenyewe anakuwa stimu chua nayo usimamishi ingia daga mbili vui imeshaisha, ai za magonjwa au usafi tu wa mwili. Sasa mm. achana na mtu ambaye ana mapungufu ya nguvu za kiume kwa sababu ya changamoto zake mwenyewe za kiafya zinazotokana na mwenza, tufanye vipi? mm. Mm. Unajua, kuna mtu ambaye mm. anaweza akakaa na mwenzake ndani na hata yani anaweza akaona mwenzake huyo na hata asisimami asisi, asisi yeah. Yani ha hakuna kinachomshtua. Kuna watu wengine ambao hawajijali niseme yani anavoka kaa mwenyewe unafika kama mtoto mdogo vile. Au ndo ile unakuta mwanamke mwingine mume wake kaenda kazini, kamwacha, unakuta nakangalealolana usiku mpaka akirudi jioni, anamkuta vile vile chupi ile asubuhi, ndio hiyo anakuta nayo jioni hiyo hiyo. Hasa hapo kwa upande wa wana... mwanamke hmm. Inata... inatakiwa yani Awe kwanza msafi. mm -hmm. Yani, mwanaume unajua anatakiwa kuonyeshwa mabadiliko kila muda. Okay. Kila muda anapokuja nyumbani akukute kweli. Mm. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uu kabadilika. Mm -hmm. Hichi sijui kafanya hivi, kavaa kinguo hichi, jui paka wanja huu, sijui kavaa nini yani. Mm -hmm. Unatakiwa ubadilike badilike. Okay. Mm -hmm. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinafanya mwanaume anakuwa na ile yani, ang angalau ana anakuwa na hizo na hizo hisia eh, na na inachangia inachangia eh faida za shanga kwenye kwenye <laughs> tendo zina zina faida gani? mm, shanga. Kama no nayo inaleta steam, kwanza wewe wewe wewe ni, ni, ni mpenzi eh unayo hapo faida zake nayo ile pale inaleta yani, kama inasisimua nayo inaongeza kusisimua mkiwa mm -hmm. Kwenye tempo eh, eh. Si mnakuwa mnaigusa igusa pale ah, ah. Uh, ukishikwa shikwa si inakuwa we unaigusa uh -huh. Mimi uh -huh. Inanigusa nayo kwa kwa hiyo sinakuwa uh -huh. Na pale visevo vidogo vidogo navyo vina <laughs> Ah, hebu tukae kwanza, maana unajua, pengine hatujajua tuna yani, wengine wanavaaga shanga kama fashion, kwa sababu wanaonaga wengine wanavaa, lakini hawajawahi kujua faida yake au inawaongezea nini wakiwa iafarag Mm -hmm. Na inatakiwa sasa, inatakiwa taw yani, kuna wanaume wengine kabisa hawajui hata hiyo yani ipoje hivyo kabisa. Sasa kupitia wewe, mm -hmm. Tujue sasa kweli, je, hiyo faida faday yani inatakiwa ifanywe ifanyweje, ili angalau watu wanaitumia waseme yes, tulikuwa na hiki kitu e, <laughs> kuna vitu watu wanavionaga lakini wanavichukulia poa, kumbe vinaweza vikawa na msaada pia bila kujua sisi. Ndiyo. So tuambie sasa kupitia wewe mm. tupate angalau mwanga kuhusu <coughs> mm. shanga za kiunoni, shanga za kiunoni, yeah, mojawapo ya kitu ambacho kinaongeza nacho hisia. Okay. E kwa wenyewe wataalamu wanajua, yaani watu wa pwani pwani huko wenyewe wanajua jinsi ambavyo inatakiwa, mm. zichezeshwe tu zifanye nini? Okay. mm-hmm. mm-hmm. Zinachezeshaje? uwesi unazitumia? mi ndio nazitumia, lakini na ukiwa pia kwenye ukiwa pia kwenye faraga pia unazitumia? Nazitumia. hasa unazitumia vipi?

ya yeah. Uh, tuende kwenye pote nyingine kuhusu shanga hiyo hiyo, mm -hmm. ila saa ya kwenye miguu sasa, mm -hmm. ambayo inaitwa vikuku, mm -hmm. Sawa so, vikuku bwana vina vina niseme, vina, vina tafsiri mbalimbali, mm -hmm. kuna ambavyo kuna ambao wanasema vikuku wanavaa kwa sababu ya <coughs> urembo nini, ndiyo. Mwingine mtu akiona amevaa kikuku, ina maana ana tafsiri yake nyingine tofauti na sisi tuliozoea. Ndiyo, naomba sasa tuweke wazi, si kuhusu vikuku ambavyo watu wanafaa wanavaa miguuni, vina tafsiri gani kwa mwanamke? urembo urembo ni urembo tu, kama urembo mwingine kamabongivikuku ni urembo kwangu, mimi binafsi, kwa kwewe eh, mimi naona kama urembo kwa wengine, kwa wengine nao ni urembo, lakini watu wana tafsiri yao. Tafsiri gani? Si wanavyomaanisha, ukivaa kimoja unatumika sehemu moja, ukivaa miguu yote kwao, kote, kote, kunatumika <laughs> e, ndio tafsiri ndo <laughs> yao hiyo mm na tafsiri sasa iliyo rasmi nipi? Ni ipi? Ni urembo au hiyo... au yeah. Mtu anavaa kivuu kulingana tabi na tabia yake mwenyewe mi naona